Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA, imewataka wananchi kuchukua tahadhari na kujikinga na madhara ya mvua kubwa yanayotarajia kunyesha katika mikoa 19 nchini ikiwemo Dar es Salaam. TMA imesema kuwa mvua hizo zinatarajiwa kunyesha kesho Jumapili, Disemba 28, 2025 na huenda zikasababisha madhara mbalimbali ikiwemo mafuriko, maporomoko na usumbufu wa shughuli za kiuchumi na kijamii. Taarifa TMA iliyotolewa leo Desemba 27, 2025 imeeleza kuwa mvua hiyo inatarajiwa kunyesha katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Kigoma, Katavi, Singida, Dodoma, Rukwa, Songwe, Mbeya na Iringa, huku mikoa mingine ikiwa ni pamoja na Njombe, Morogoro, Ruvuma, Tanga, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara na Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mvua kubwa vinatajiwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Singida, Dodoma, Morogoro, Lindi pamoja na Mtwara. TMA imewatahadharisha wananchi waishio katika maeneo tajwa, hususan walioko mabondeni na maeneo ya hatarishi kuchukua tahadhari za mapema ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo. Aidha, TMA imewasisitiza wananchi kuendelea kufuatilia taarifa na utabiri wa hali ya hewa unaotolewa mara kwa mara ili kupata taarifa sahihi za wakati husika. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa, ikiwemo na kuwajulisha ndugu zetu ambao wanatokea katika maeneo hayo.